Mrembo, unajua hata ilikuwa nafikiria utafika dunia ina mama. Eh, sasa najua kila kitu kitakuwa kitakuwaso, hmm. Umevaa nini? Umevaa nini? kwani niko je? It... angalia hivyo viatu atusii safi kabisa hii. Leo ndio nimevunja sanduku bwana, hebu niangalie mimi kuanzia juu paka chini, hebu niangalie vizuri sasa. Kwa nini nisianzie nisiang, nisiang, chini kuja juu? Ungejiangalia wewe kwanza, ndio kaniangalia mimi. Sikiza bwana. Unajua watu hatambui kama sisi hatupatikani <laughs> Na unanipata <laughs> hapa kijijini hapa, ukili unaviona hapa, area yote hakuna mtu anayesuspend sawa, hicho cha kwanza. Hmm. Cha pili, ushaona mtu ana ana ana mioni kama yangu? Eh uh eh. -huh. Unapopata watu, watu watu na pesa zao, watu na mali zao kama sisi, napaa kufurahia tu. Hikiatu ushakiona na mali. Ni namba 50. Sasa mimi ndio ndio nitanashati hapa yeye bwana. Yewana namna gani sasa? Uko fiti na sawa. Uko vizuri. Kama unavyoniona. Najua leo nita enjoy. Tena sana. Ha? Eh? Hmm. Na kula vyangu bila shida, bila pupa. Bila stress. Dokita Gereji kama kawaida. Mm -hmm. Tuka enjoy. Mm. Tuka leraha. Mkutu, mkutu. Taw, hmm. Nataka nikupeleke mahali pema peponi. What are you tuka saying? Enjoy. What is he saying? Lakini, lakini uko sawa. Hmm. Wapi? Huko tunakwenda kwako kwanza. Kwa ah ah ah. Kwangu uko uh, kwa sawa. Kwangu mm, mimi kwangu kuko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa na privacy, kuna ah, fence. Wewe. Kwangu kuna kwa fence kwa na pia kuna garden mahali kwa kupunga unyuni, kupunga upepo, kujisikia raha mstarehe. Mimi mimi niko vizuri. Uh. Hebu twende basi, pita uh, twende. Wewe si ndo unaanza ama? Pita mbele bwana. Nitendaje <laughs> mbele wakati Sio, kwangu, unajua nakwambia upite mbele kwa sababu gani? mimi mm, sitaki mbwembwembwe za majirani, unajua watu wanachuchuchuchu. Kama ni mahali tunakona ama tunapita hivi, nitakwambia twende mm, sababu aj, unajua, unajua mimi niwa spendi maneno ya majirani. Kusiki, ama kuna mwenzang nani nani, hakuna mtu bana nane ambaye anaweza miliki chuma kama <laughs>